Happy nabi. <laughs> Eh, jamani. Na... <laughs> Anataka kujua. Jamani, si ameingia saa hivi? Haya, <laughs> wa kwanza huyo. Sasa tumuulize, wapo wanne. Je, yeye yuko tayari kuzaa wangapi, ili turuhusu hao tu alio tayari kuzaa ndio waingie. Uko tayari kuzaa wangapi? Wanne. wanne wote, ndio nabii kweli, ndio nabii. Aya, wa pili anakuja, anakuja na maumivu. Amina. anakuja na maumivu maum, usitupigie kelele, sawa. Haya. Wote, pigeni makofi mara saba: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Pigeni mara sita: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Mara tano: moja, mbili, tatu, nne, tano. Mara nne: tatu, mbili